Leo tutatafakari sehemu ya Injili ya Luka, ambako tunaona wachungaji wakitokewa na malaika kupewa habari za kuzaliwa Yesu. Wachungaji hao walikuwa usiku wa makesha kulinda kondoo zao dhidi ya maadui, labda wengine kupata malisho na kadhalika. Chukue mfano, wengi wetu tukiwa wadogo tuliogopa sana giza. Hata sasa wengine wetu tunaogopa giza au matukio ambayo yanaleta giza maishani mwetu. Tunaposikia katika taarifa ya habari, kwa mfano, matukio ya vifo, maafa, tunapata hofu. Tunaona hivi vitu vinaleta giza maishani mwa watu. Wachungaji walikaa usiku gizani, katika shughuli zao za kawaida, wakichunga mifugo yao isivamiwe na giza wakati, wakati wa giza hilo. Lakini licha ya giza hilo, wakapata habari njema, malaika akawambia wasiogope. Nasi pia tutambue ya kuwa Kristo anakuja tukiwa katika majukumu yetu ya kila siku ya kawaida. Tumwombe Mungu atuangazie utukufu wake, kama wachungaji walivyopata hizi habari njema. Tuondokewe na hofu, basi tutapokea habari njema ingali tupo katika majukumu yetu.